Aa, ninamshukuru Mungu katika ziara yangu ya kikazi eh, katika mtaa wa Isangijo limefika eh, katika nyumba inayojengwa, nyumba ya mchungaji wa mtaa, na ninamshukuru Mungu kwamba Bwana amewabariki washiriki wa mtaa huu wa mta Isangijo, makanisa saba wamejenga nyumba ya mchungaji, na hapa tayari conference imeleta mabati na wameshapaua na tayari kwa ajili ya kuanza kukamilisha eh, sehemu iliyobaki ili mchungaji aingie. Ninatoa wito katika eh, mitaa yetu yote 45 ya conference hii tuna, tuna, tunahangaika na msisitizo wa image change, kubadili taswira, ambapo pia moja ya maeneo ni kuhakikisha kwamba wachungaji wamekuwa na nyumba ambazo wanaishi zilizojengwa na kanisa. Eh, conference ya South Nyanza inatumia zaidi ya milioni tisini, tisini milioni kwa ajili ya kulipa kodi za nyumba za wachungaji. Pesa hiyo ni nyingi sana. Tunatamani pesa hiyo iende katika shughuli zingine za kiuinjilisti, kufungua maeneo mapya, lakini pia kufanya uinjilisti. Kwa hiyo ninaomba, ninakumbusha na kutia moyo makanisa washiriki katika maeneo mbalimbali tuhakikishe kwamba tumejenga nyumba za wachungaji ili wachungaji wetu wawe na utulivu na afya ya akili ya kuweza kufanya kazi kwa ubora zaidi. Ninawapongeza watu wa Isangijo na ninapongeza mitaa kumi na tano ambayo tayari wachungaji wake wako ndani. Ye nyumba zimekamilika, na ninaiombea mitaa ambayo tayari imeshaanza, iko kwenye msingi, e, mingine iko katika levo ya kupaua washikamane kwa haraka wamalize kwa haraka, ili wachungaji wetu waweze kuwa katika nyumba ambazo zinamtukuza Mungu. Katika ziara yangu nimeona eh, kanisa la Mkidoma ambalo linajenga eh, kanisa, lakini pia nimeona kanisa lingine la Isangijo ambalo bado na lenyewe linaendelea kujengwa. Nimeona kanisa la Bujola ambalo na lenyewe linajenga jengo kubwa la ghorofa eh, nimetiwa moyo sana. E, moja ya misisitizo ya kanisa ni image change, kubadili taswira mahali ambapo tunahitaji ibada zetu ziendeshwe, e, katika mazingira ambayo yana utulivu mkubwa. Tuna makanisa mengi katika conference yetu ambayo yako kwenye ujenzi, naendelea kuwatia moyo, kuwahimiza kukamilisha makanisa bora, mazuri, mahali ambapo mtu akiingia anapata ana, ana, ana furaha ya kumwabudu Mungu aliye mbinguni. Hii ni pamoja na vibweta vizuri, ni pamoja na visima vizuri vya ubatizo, ni pamoja pia na nyumba eh, lakini pia pamoja na washrooms eh, mahali ambapo eh, zitakuwa ziko bora ili ziendane na hadhi ya Mungu tunayemwabudu. Ninawaombea baraka tele eh, tunapochukua ajenda hii ya kubadili taswira kujenga makanisa mazuri bora ya kisasa e, ambayo yatamtukuza Mungu na Mungu atubariki sana.